Katika eneo eh, eh, la la content na ulimwengu mpya wa digital kwa ajili ya biashara na services, products and services, nani anawapa watu ujuzi? Utapata wapi resource ya kuweza kujua we kubadilika haraka? Lakini wakati mwingine katika kasi ya maisha, mtu ameshaanza biashara, anapambana na biashara yake ya keki anataka kuitangaza, sio kusema huyu mtu kwamba lazima akae kozi tatu za filmmaking, atoke hapo afanye kozi tatu ya marketing, baadaye hapo ndo aje kukombine hizo si zote, aweze kutangaza product yake vizuri. Wakati mwingine hatuna muda huo. Lakini pili, upande mwingine ni kufundisha watu kuhusu huu ulimwengu mpya wa digital. Kuna shift kubwa na mabadiliko makubwa yanayotokea ambayo wakati mwingine kwa sababu haba tuko packed sana, unaweza kusiyaone ya kupita. Ni approach ProJourno ni kujaza hizi gaps ambazo hautazipata. Na pia personal branding ilikuwa nzuri sana, na hii ni topic ambayo nadhani if possible, dana nao nakubali. No, no, ulikuwa unaitaka personal branding, si ndiyo? kuwa <laughs> saa sai. So personal branding topic ambayo unahitaji kujielewa vizuri ili kufanikiwa.